Na serikali ya kaunti ya Turkana imeanza kutoa hamasisho kuhusu ugonjwa wa kipindupindu katika maeneo ya Turkana Magharibi ikiwemo kambi ya wakimbizi ya Kakuma. Hamasisho hii inatolewa kwa hofu ya kuzuka kwa kipindupindu wakati huo ambapo mvua kubwa inaendelea kunyesha sehemu hiyo. Akizungumza alipozuru hospitali mbalimbali mbali katika eneo la Turkana Magharibi, waziri wa afya Daktari Joseph Epem, uh, anasema japo kaunti ya Turkana haijasajili kisa chochote cha ugonjwa wa kipindupindu mikakati imewekwa kukabili ugonjwa huo. Tayari umesikia kuna mkurupuko wa kipindupindu kwa kaunti tatu, hiyo ni Nairobi, Kisumu na kaunti nyingine, na sisi pia kama Turukana uh, vile unajua ujuavyo, watu, watu we wengi we, we wengine Waturkana hawana macho so wanaweza kuwa wanaenda nje kujisaidia na wakati mvua inanyesha, inapeleka hizi kinyesi kwa maji. Kwa hivyo tumejitayarisha pamoja na madaktari wetu wa kijiji kufanya rapid hygiene and sanitation kwa kila kijiji, na ningependa tu kueleza wakazi wa Turkana tu, tuweze ku, kuweka hali ya juu ya afya kwa, kwa maboma tuoshe mikono kila wakati na pia kwa mashule tuhakikishe tunakunywa maji masafi.